Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics, ili niendelee kuwafahamisha habari za hivi punde ambazo tunazipata kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa kwa siku ya pili. Lakini watazamaji wangu, kabla sijawapeleka moja kwa moja na kuwaonyesha vile hali ilivyo sasa hivi kwenye haya maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa sehemu tofauti kule nchini Tanzania kuna habari ambazo tunazipata kutoka hapa nchini Kenya, habari ambazo pia zinahusiana na hayo hayo maandamano ya Watanzania, na habari zinasema ya kwamba vijana wa jenzi kutoka hapa nchini Kenya aa, wameanza makabiliano na maofisa wa polisi kwenye mpaka wa Namanga, wakitaka kuvuka mpaka na kuelekea kule nchini Tanzania ili wakawasaidie Watanzania kuandamana kupinga utawala wa Samia Suluhu. Sasa hivi, watazamaji wangu, tunapozungumza kuna makabiliano makali kule kwenye mpaka wa Namanga ambapo Wakenya walikuwa wamefika pale wakiwa na nia ya kuvuka a, kule Tanzania kwenye hayo maandamano ya amani, lakini maofisa wa polisi watazamaji wangu kutoka hapa nchini Kenya a, wameanza kuwatupia vitoa wa machozi wale waandamanaji kutoka hapa nchini Kenya na kuwazuia wasielekee kule nchini Tanzania kwa sababu maandamano ya, Watanzio, ya Watanzania wa watazamaji wangu sisi hayatuhusishi kwa njia yoyote ile. Na kwa hivyo, huu uamuzi wa vijana wajenzi kutoka hapa nchini Kenya kutaka kuelekea kule Tanzania a, kutaka kuisaidia nchi ya Tanzania a, kutokana na uongozi mbaya ni jambo ambalo alijakubalika kabisa pale kwenye mpaka wetu wa Namanga. Na mtazamaji wangu, wewe kama ni msafiri ulikuwa unataka kupitia ile barabara ya Namanga, ujue sasa hivi imeweza kufungwa baada ya haya maandamano ya vijana wa jenzi. Na habari ambazo tunazipata ni kwamba hao vijana wa jenzi baada ya kuwekewa vizuizi ama kutupiwa zile tear gas na maofisa wa polisi kutoka hapa nchini Kenya, sasa wameanza kujiandaa tena, wameanza kujipanga kwa makundi madogo madogo, ambapo sasa wanatarajiwa kurudi tena wakiwa wengi, wakiwa na nguvu zaidi wakiwa na nia ya kutaka kuingia kule nchini Tanzania ili wakawasaidie vijana wajenzii kutoka kule nchini Tanzania kukomboa nchi yao kutokana na uongozi mbaya na pia kupinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu. Ni habari ambazo, watazamaji wangu, zimewashangaza Wakenya wengi aa, kwa sababu Wakenya wao wanajulikana, wamekuwa wamekuwa mstari wa mbele kupinga serikali yao, wamekuwa wakijitosa kwenye maandamano bila uoga. Lakini sasa huu uamuzi wao ama mpango wa hawa vijana wetu wajenzii kutaka kuingia nchi jirani sasa ni jambo ambalo linaonekana limevuka mpaka. Wakenya hawastahili kujihusisha na uongozi wa kule nchini Tanzania, kama tu vile ambavyo Watanzania wao hawajakuwa wakijihusisha na mambo ya kisiasa hapa nchini Kenya, ama uongozi wetu hapa nchini Kenya. Watanzania hawakujihusisha na maandamano yetu ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne pale mwezi wa sita kupinga finance bill, na kwa hivyo Wakenya hatujui ni kwa nini wameamua ama vijana wajenzi wanataka kwenda kuleta fujo na ghasia kule nchi jirani. Ali, sasi, sasi hivyo ndivyo hali ilivyo. Sasa hivyo watazamaji wangu, pale kwenye mpaka wa Namanga tukiingia kule nchini Tanzania kuna hali ya wasiwasi wasi ambayo inaendelea kushuhudiwa huku vijana wa Gen Z wakiendelea kujiandaa tena ili wakuje kwa nguvu, wakuje uh, ili uh, waweze kuruhusiwa waingie kule nchini Tanzania. Lakini nao maofisa wa polisi watazamaji wangu kutoka hapa nchini Kenya wamekita kambi pale, wamezidi kuongezeka uh, kuhakikisha kwamba kuna hali ya usalama na hawa vijana wa Gen Z kutoka hapa nchini Kenya hawatoruhusiwa hawatopewa nafasi hata kidogo kujiunga na hayo maandamano ya Watanzania kule nchini Tanzania. Sasa watazamaji wangu, nataka niwapeleke kule nchini Tanzania mweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi baada ya waandamanaji kuingia kwenye uwanja wa Julius Nyerere International Airport. Ni nini ambacho kimeweza kutokea siku ya leo? Je, shughuli za usafiri ziko kama kawaida ama mambo yako vipi sasa hivi? na pia ile Tanzania Broadcasting Channel eh, siku ya leo ndio inatarajiwa kutangaza ushindi wa mama Samia Suluhu. Uh, kwa hivyo watazamaji wangu, nataka nikupeleke pale ground uweze kujionea kwanza vile ambavyo maandamano yanaendelea, alafu nitarudi hivi punde ili naendelea kukuelimisha na kukufahamisha habari zaidi kuhusiana na haya maandamano ya Watanzania ambayo bado yanazidi kushuhudiwa kwa siku ya pili. Kabla sija kuweka video mtazamaji wangu, na ningependa kukuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe Ndiposo ukuwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapo zichapisha, na pia uweze kulike kushare na comment, ndipo ndiposo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Yes.

Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule kwenye nchi jirani ya Tanzania, ambapo bado waandamanaji wanazidi kujitokeza kwa wingi. Na wakenya wako na ujumbe gani kwa watanzania? Wako na maoni gani kuhusiana na haya maandamano ya watanzania kwa mtazamo wako, mtazamaji? Sijui kufikia sasa hivi tangu maandamano ya watanzania yaanze hapo jana, unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wale vijana wa jenzi? Waendelee ama waachane na maandamano ya fujo na ghasia, kuendelea kuchoma nchi kuendelea kuharibu nchi, ama unaona wewe wanastahili kuendelea ili wapate uongozi mzuri wakipinga uongozi wa mama Samia Suluhu? Na pia mtazamaji wangu, sijui kama unakubaliana na ili swala la Wakenya kutaka kujiunga na haya maandamano ya Watanzania kupitia kwenye mpaka wa Namanga. Hebu niachee maoni yako hapo kwenye eneo wangu la mtazamaji wangu, na kabla sitamatisha ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposo ukwa kwanza kuzipata hizi habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali, watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.